Tabora, karibu Toronto. Leo tumekuja hapa shuleni kwa ajili ya kukabidhi vitabu. Uh, vitabu hivi vina jumla ya nakala mia mbili na ishirini kwa ajili ya wanafunzi wetu wa St. Peter's Tabora Secondary School. Na ni matumaini yetu kwamba academic pamoja na walimu wengine pia na wanafunzi ambao ndio wanufaika wakubwa wataweza kuvitunza vitabu hivi naamini bado kuna uhitaji mkubwa, lakini sofa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya diocese ya Tabora inayoongozwa na Baba Askofu Dr. Elias Kwewa kutoa kiasi cha shilingi milioni mbili za kitanzania ambazo zimewezesha kupatikana kwa vitabu hivi. Lakini pia shule imeongeza sehemu ya fedha shilingi laki mbili na kumi na mbili na kufanya jumla shilingi milioni mbili na laki mbili na kumi na mbili elfu. Lakini zaidi sana, tuwashukuru wahisani wetu ambao ni marafiki wa diocese wanapokuja kutembelea shule tunawashirikisha mahitaji mbalimbali ya shule ikiwemo na mambo ya miundombinu, lakini pia vifaa vya kufundishia wanafunzi, na ndio maana wameweza kutusaidia fedha hiyo iliyopitia kwa baba Askofu d Elias Chakupewa to to to, to to perform perform perform well. well. well Example, physics textbook. It help the, uh, those students who are taking science I well. I would like to, to tell other parents to bring their children here at St. Peter's Secondary School. I believe that we're going to perform well for our exam, our exam and exam. kiukweli tunamshukuru sana Mungu kwa nafasi hii tena unaendelea kumshukuru manager wa shule pamoja na baba askofu kwa kutuletea vitabu vya kutosha ambao ulikuwa ni uhitaji mkubwa sana. Awali ya yote, wanafunzi waliomba kununuliwa vitabu, na sasa vitabu vya form 1 na form 2 kwa mtaala mpya. Lakini kilio hiki meneja wa shule amesikia, na kwa kweli ametuletea leo vitabu kwa uhitaji. Si tulihitaji vitabu 150, lakini ametuletea vitabu 222. Hii ni hatua kubwa ambayo sasa inawaandaa watoto wetu waweze kutoka hapa na waweze kujisomea vizuri, waweze kufanya vizuri hata kwenye mitihani yao. Tunashukuru sana hata kwa wazazi kuendelea kutuamini kwamba St. Peter ni sehemu sahihi ya kulea watoto na kuendelea kuwapa elimu ambayo ni njema kabisa, ambayo itawasaidia katika maisha yao. Tunaendelea kuwaomba wazazi waendelee kuwaleta watoto na kuiamini shule ya St. Peter, kwa sababu inajitahidi kuwasikiliza watoto wanachohitaji. Waliomba vitabu, wameletewa. Wameomba vitabu form 3 na form 4 wameletewa. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana Mungu pamoja na viongozi wetu, meneja mkuu wa shule pamoja na baba askofu. Tunatoa pongezi za dhati kabisa. Mungu awabariki sana, asanteni. Karibu Tabora, karibu Toronto.